Hello, gai, habari habari, za muda huu popote ulipo, mpendwa mtazamaji wangu, mimi si jambo. Namshukuru Mungu tumeweza kuendelea tena na darasa lingine jipya kabisa kwa majina, mimi naitwa Dr. Mary. Mimi ni mtabibu wa tiba asili na mtafiti wa miti mbalimbali mbali, ambayo inasaidia sana katika changamoto za marazi na changamoto zingine za kiroho. Mpendwa mtazamaji wa chaneli hii ambaye wewe ni mgeni unaitazama hii video kwa mara ya kwanza, ninakuomba usubscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata madarasa yangu ya tiba asili kwa urahisi kabisa. Na pia unatakiwa uiangalie na kutazama kwa makini hii video ambayo inaenda kukufundisha sasa hivi ya huu mmea ili uweze kuelewa hatua kwa hatua na matumizi yake kwa uzuri kabisa. Mpendwa mtazamaji, huu na uona katika macho yako hapa, huu mmea unaitwa lufyambo, mlazalaza, ushanga wa bibi. Una majina mengi kulingana na mazingira ambao mmea huu unapatikana na jamii yake kawaida kabisa mmea huu unahusika katika mambo ya ulinzi, navyokuambia navo, ulinzi. Ulinzi kwenye mapenzi, ulinzi katika nyumba na kinga. Mmea huu kwa sasa hivi unakuwa na vitunda vyekundu, naimani kabisa ambao ushe kuona lufyambo. Lufyambo ina vitunda vyekundu, lakini hapa naenda kufundisha mizizi ya huu mmea ukichukua mizizi ya huu mmea ukaichimba, mizizi yake yenyewe kama yenyewe, inasaidia sana watu wanaosumbuliwa na chango na ngiri, chango la uzazi. Wewe ambao unasumbuliwa na chango la uzazi kwa muda mrefu, basi tumia mizizi ya huu mti, utachanganya na tangawizi kidogo, utakuwa na kunywa kikombe cha chai kutwa mara tatu. Hiyo ni faida ya kwanza ya mizizi ya Lufyambo au mlazalaza, au ushanga wa bipi, au jicho la paka. Faida nyingine ni katika kufungua vifungo mmea huu. Ukichukua mmea huu ukauchukua wote, na ukachemsha pamoja na kivumbasi, ukaweka na halititi, ukaweka na mvuti, kwa ajili ya kufungua vifungo, basi vifungo hivyo vitafunguka kwa urahisi sana kwa kutumia huu mmea utaweka na mmea wa mlangamia Asili ya mimea yenye kamba kamba ni mimea ambayo ni ina sifa kiroho ya kufunga na kufungua. Kwa hivyo utanuia kufungua vifungo vyako kwenye mwili, utanuia kufungua vifungo kwenye riziki, utanuia kufungua vifungo kwenye mahusiano na kila sehemu ambayo unaona ina changamoto kwenye maisha yako, utanuia kufungua milango hiyo kiroho, na utaweza kuoga na kujifusha. Hakikisha unaoga sehemu ambayo sio chafu, ni sehemu ambayo ni safi. Kama ni chumba, utatenga chumba kwa ajili ya kuoga dawa, ukimaliza na deki ni sawa. Utatenga bafu lako kwa ajili ya kuogea dawa yako na kufungua vifungo, hapo sawa. Lakini pia dawa hii unaweza kaenda kuiogea katika njia panda. Muda wa kuogea dawa hii njia panda ni saa sita usiku, unatakiwa uioge hii dawa. Na ukishamaliza kuoga, hutakiwi kutazama nyuma, tayari ushafungua vifungo kiroho. Wewe unatakiwa uende nyumbani kupumzika. Mpendwa mtazamaji wangu, hizi ndo sifa za mmea wa lufyambo. Lakini lufyambo unayoiona hii ni limbwata ambalo ukichukua kambakamba kamba hizi za lufyambo ukachanganya na kifaa uongo ukichanganya na mlangamia ni limbwata zuri sana la kumfunga mwanaume. Kamba kamba hizi ukizifunga katika chupa na kuzika sehemu ambayo ni ya mti mkubwa wa kale, basi utakuwa umemfunga mwanaume au mpenzi wako mwanamke au mwanaume. Kwa hivyo lufyambo ina sifa nyingi sana. Hizo ni sifa na faida tatu ambazo ni nzuri kabisa na zinafanya kazi vizuri kiroho, sifa tatu ambazo ukizitumia hizo hizo, faida tatu ambazo nimekuelekeza hapa, lazima utafaidika nazo tu. Share video hii kwa mwingine akajifunze, mpendo mtazamaji wangu, kwa wewe ambaye unasumbuliwa na vifungo katika biashara, kwenye mafanikio yako, kile unachokifanya kinafeli, unalima kilimo kinafeli, kile unachokifanya ambacho cha kuinua familia na biashara na mafanikio yako kipato kinafeli. Tunatoa huduma ya ndagu ya asili. Ndagu hii ni utajiri ambao wakurisi na wakurisishana kizazi na kizazi ni mafanikio ambayo ya siri na mafanikio haya yanatokana na wewe asili yako, hayana mashariti wala hayana kafara. Mpendwa mtazamaji wangu, ninakukaribisha sana katika ofisi yetu hii. Tunazo dawa za kila aina unazoziona, baadhi ya dawa ambazo unatakiwa uzitumie zikusafishie nyota, zikupe mvuto, limbwata kazi pamoja na biashara zako ambazo unazifanya, unaona mikosi kila siku, basi tumia hizi dawa zikusaidie kuinua kipato chako. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi nakushukuru kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Tutaonana katika darasa lijalo, madarasa yanaendelea kila siku. Usikate tamaa kutazama na kuendelea kufuatilia chaneli hii.